Tunachotakiwa tuelewe kwamba ili kuweza kuleta maendeleo vijijini ni kwamba kila kipande cha ardhi lazima kirasimishwe, kila mtu ajue kipande chake na kile kipande chake kiwe na thamani. Kikiweza kuwa na thamani, maanake kinakuwa na security of tenure, kwa wazungu wanaposema, unakuwa na uhakika wa miliki yako. Mtu unaweza kuwa na nyumba lakini usipokuwa na hati uwezi kwenda sehemu ukasema, bwana mimi na nyumba fulani, utakwambia lete hati yako. Lakini ukishakuwa na hiyo nyumba, maana yake na hati, unaweza kwenda kwenye kwenye taasisi mbalimbali ukasema, jamani mimi na nyumba yangu iliyokuwa kwenye hati hii ina thamani hii, au mimi na shamba langu nimelima eka kumi, hati yake h aa kwa wananchi atatu ntnga mro nakinikiongozwa na kamishina wa ardhi kuag tunapenda kuzingatia ile maagizo ambayo ametoa kamishna wa ardhi husiana na hatimiliki ambazo tunaweza kuzalia kwa wananchi wetu. Kwanza ametusia ametu, ametu si, hatimiliki hizi zote zigawiwe bure kwa wananchi wote, lakini pia ametusia wah kila mwananchi anatunza hati hizi vizuri ili zisiharibike, lakini pia ameendelea kutoa ushauri kwamba hatimiliki hizi zitakwenda kutusaidia au kuwasaidia wananchi wetu kupunguza migogoro ya ardhi katika maeneo yetu. Lakini pia ametoa fursa kwa wananchi wengine ambao bado hawajapunua maeneo yao umeingia kwenye fenzi nyingine wananchi ambao keda maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba tunatoa hati kwa wananchi. Leo tumeweza kutoa hati elfu mbili na kumi na tatu katika uh, vijiji vya Nyarutanga, Kichangani na Gomero. Wote huko tumetoa CCRO ili kuwawezesha wananchi na miliki salama ya maeneo yao. Kama mlivyoona wananchi wamefurahi kuhakikisha kwamba hati zao zimeweza kupatikana kwa kuona kwamba maeneo yote yanapangwa na kupima. Kwenye maeneo ya vijiji tunapanga na kupima na kutoa CCRO, lakini kwa maeneo ya miji tunapanga na kupima na kutoa hati. Lengo kubwa la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu mpendwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na miliki salama na migogoro. Sasa hivi pia kuna maeneo mengine ambayo yalikuwa yanawekewa yameshaweka mpango wa matumizi bora ya ardhi, kwa maana wakulima wakae sehemu zao wafugaji wawe ya na maeneo yao kufugia. Kumekuwa na changamoto bado watu wanakuwa awazingatii hawazingatii ile mipango hiyo. Lakini sisi kama serikali kwa kupitia kamati za ulinzi na usalama za wilaya, tunasisitiza wenzetu kuhakikisha kwamba mipango hiyo inasimamiwa na wale watu wanaovunja utaratibu wanachukuliwa hatua za kisheria.